Siku ya Jumatano tulipata hasara kubwa kwa sababu ya watu ambao walichukua ile maneno ambaye vijana wetu walikuwa wanasema, wakaipindua na wakatumia hiyo maneno kuvunja sheria, kuleta maafa, kuharibu mali ya watu na kutesa wananchi. Ile maoni ambao vijana walikuwa wanatoa maoni ya vile wangetaka serikali yao ikue. Sisi tuna yasikiza yale maoni na tunaamini mtu yote mwananchi wa Kenya ako na uhuru ya kutoa maoni, hata kama ni maoni yanatofautiana na serikali, ako na uhuru wake, bora afanye hivyo kwa njia ya amani na njia ya kufuata sheria.